Vimetokea yes, kwenye ku support comedy na yeye pia kuna namna ambavyo ameshia kukiri kwamba alikuwa ni comedy na anakukubali pia sana. Wewe ameshia kukutaja kabisa, bwana mimi Ndaro na mkubali ile kinoma noma. Juzi amemnulia mke wake gari ya bei kabisa, yani watu wakazungumza mambo mengi sana. Kwako wewe, hasa anatoka sehemu moja, Kigoma, ni familia yako. Ulionaje ile yeye kumpa mke wake gari na ina maana gani hasa kwa comedy ninyi ambao mnakuja? Unao mpango pia naye mbeleni ukiweza katokea kitu kama kile? Uh, kwanza kwa Baba Levo kumpa mwanamke wake gari, uh, niseme kwanza, uh, ni kawaida kwa Baba Levo kumpa ule mwanamke wake gari ni kawaida. Ujue Baba Levo bwana, yeah. Watu wanavyomuonaga nje mm, na uhalisia ni vitu vile tofauti. Mimi hivyo ni mtu ambaye tulikuwa tunashinda sana makasini mm, a makasi no, mm. amekula mahela na nikabizi, Ndalo kimbia nayo, sitaki kuyacheza <laughs> Babalevo mimi ndo mtu wa kwanza kunitafutia deal hapa mjini. yeah, yani, yeah. Enzi hizo, mimi bado vimadi vyangu ni vya laki, laki, laki yeah. mbili. Babalevo ndo mtu wa kwanza kunitafutia deal zenye hela nyingi kwamba kwa mwezi lipo milioni. Eh, bwana. Eh, hapo nilikuwa kama na followers laki mbili, laki tatu. Akanitafutia kampuni moja akaniambia, akaongea nao kabisa, udogo ana kipaji kikubwa na mshikilieni. Udogo mimi na hakika mbaya, anakuja kwa mbaya sana zaidi hata mnavyoona. Afa atakuja kuwa mkubwa sana. Kwa ile kampuni bado sijawa mkubwa kivyo ndivyo na trend na ubasi. Mimi nitamsema ubasi akaongea nao akawa analipa milioni moja kwa mwezi. Mpaka mimi nashangaa hii milioni hivi, ah, mm, wamekosea au? Wao nikaiva ile kampuni ka push code kaondoka kesi, kama nikipita sehemu mm, watu wananiita jina la Ebi za ikaenda sana. Mpaka sasa ninavyoongea na wewe, ile kampuni bado nipo nayo mpaka leo na wameshanipandishia mshahara na nipela nyingi sana, ushanielewa? Kwa hiyo baba levo ni mtu ambaye ni mwepesi wa shukrani, mm, yani, ni mwepesi wa shukrani, ni mwepesi wa ukimfanyia, okay, kitu kidogo, mm, ana appreciate

mi naamini kwa sababu amepambana na mke wake kwenye makampeni. Mke wake amejitoa vitu vingi, anasafiri mm. na yeah. yeah. ni mtu wa design gani? anakumbuka mm. Yeah. Sasa ndo nini? Ni mtu na malengo, aia, msishangae hata baada ya miezi mkashanga nimebless mwanamke, ni inawezekana. <laughs> yeah, isi... e, uwezi jua, uwezi jua. eh, mm. yeah, kwa sababu uwezo wa kumnunulia mwanamke gari sasa hivi mimi ninao nikatoka yeah. pesa nikamwambia mama mm. Hebu tulia nikuone mwenendo wako, yeah. Ni kuchukua hata kasubaru ka milioni thelathini, inawezekana. Yani mtotoa kujipanga panga ratiba zangu, inaweze vizuri, inawezekana vizuri. Nataka kufahamu kwa sasa hivi ma content creator mnapokutana sana sana, huwa mnafocus wapi? kwa sababu Uh, sikutamani kuuliza hiyo kuhusiana na spidi lakini ilibidi kwa sababu nimeona kwenye baadhi ya maeneo mengi alikuwa akipita, content creators walikuwa wanatamani kukutana naye wafanye naye chochote na nini, plus naye akaja akajibu kwamba yeye lengo lake ilikuwa sio kukutana na mastani, kukutana na, na watu katika hayo maeneo. Sijui nyinyi mna, mna, mnazungumzaga nini kwa sasa hivi mkikutana ili kusudi yale malaika kina spidi na sisi tunayataka Tanzania, hasa uwezi amini naweza kusema yani mimi, mimi ndio mtu ambaye asilimia kubwa nawezaga kuinua komedi ya content yani content kwa Tanzania na hmm, mtu ambaye tukikutanaga naye tunazungumza hmm, namna ya kudevelop, huwezi hmm, aminiwa ni kiredio tu

wengi hivyo posti ni comment kama masiala kwamba yani, Tanzania mm. Vibali ni vingi mm, yaani hadi ukitaka kibali unaulizwa una kibali cha kuomba kibali. Kwa kwa hiyo vibali vimekuwa vingi kiasi ya kwamba yaani mpaka inamkatisha mtu tamaa, hata kama ni mtu anatoka nje labda ana muda mchache Tanzania, mm, inabidi atalie apate kitu ashuti kitu fulani muda wa vibali unachukua siku nyingi kuliko siku ambazo za viza. Kibali kinachukua hata siku kumi <mim> kina mtalipia kwa mwaka laki tatu alafu unakuwa huru kushuti. Kwa nini mtu asifanye vitu kama hivyo, kwamba jamani, sisi tumetoa leseni kwa ajili ya wasanii. Wewe ukifika sehemu watakwambia, bana, si tutatibu wetu hapo, kushuti unaruhusiwa, lakini utaratibu tu ni kwamba, labda sehemu za jeshi, si usishuti, labda sehemu za nini, palipo baki wewe shuti, lakini uwe na leseni yako ambayo tunakutambua kama msanii tunajua kabisa wewe mwenyewe unajitambua uwezi kupeka maudhui ambayo atakuwa ni ya kufedheesha ya kufanya hivi vitu kama hivi ushaelewa yeah. Lakini kwenye leseni, hiyo mweke na vigezo kwamba utakaposhuti hakikisha maudhui yako hayatakuwa ya kufedhe ya kebei kufedheesha eneo husika yani mtokea na vigezo ni kitu ambacho kinawezekana mimi nikishatoa la kitatu yangu na japo sana na uwezo wa kwenda airport pale nje nikashuti kitu changu kwa sababu mimi nimesajiliwa na leseni yeah. yangu shanaelewa yeah. vitu kama hivyo kwao ni maoni tu ambayo mtu tukao natamani tuyatoe, serikali atambue. Lakini mbali na hicho, pia kuna masuala ya network. Unajua eh yani, Tanzania yetu, mtu kama Issue Speed ni mtu ambaye ana ana stream sawa, ana stream, na ndio maana anatembea na ile internet yake ile bwana. Lakini eh anatembea na ile internet yake lakini kibongobongo hiyo, ukisema ukaanza ku stream, changamoto ni nyingi. Una stream sasa hivi mara upo katikati, po katikati ya streaming unatumia message, tunaomba radhi, kuna changamoto mtandao tatokea. Kwa hiyo ambayo ni serious, sio yeye, tunatamani kuwa kama, yani kufanya vitu kama vile pale ma streaming, vitu kama hivyo, ushaelewa, ambavyo vinaweza kutusaidia sisi wenyewe. Watu wengi wanafuatilia vitu kama hivyo, kwa hiyo mimi niseme tu kuna haja ya kubadilisha au kutuita kwa pamoja tukakaa tukadiscuss ikakawa kama kikao cha content creators, wakaitwa wote. Jamani mm. nyinyi mna maoni gani ya kushauri serikali? Sometimes serikali mm. uh, inawezekana ina maono mengi ya kuendeleza nchi mm, lakini sio content, yani ya mtu, yani labda kama content creators nini, mfano kama ni mwandishi wa habari wewe, nyinyi mnajnana namna fulani ambayo ikifanyika waandishi wa habari mtapiga hatua, lakini serikali mm yenyewe nawaza taifa kwa ujumla mm -hmm. Haikuwazi wewe kama wele. Kumbe wewe, kuna mawazo yako ambayo angefanyiwa kazi mngekuwa kwenye tasnia yenu ya uandishi wa habari. Sasa ili uweze kujua, lazima uwasikilize wale watu wa waandishi wa habari mm -hmm. Ni vitu gani ambavyo wanavitaja ambao wanaamini wao itawapush kwa sababu ndio wanafanya hiyo kazi kila siku, wanakutana changamoto, na najua ni vitu gani ambavyo vinatakiwa virekebishwe. Kwa hiyo kama serikali inatakiwa ifanye vitu kama hivyo, mfano kama sisi, at least mimi, at least maanyika tumega mdomo, hata kujifunza content kutoka nje, nini, kwa ngani, vitu gani vya kufanya, najua kabisa ili niweze kufanya content imvutie mtu. Hatua ya kwanza inatakiwa kwanza, nikianza nianze hivi, content inatokea na maudhui haya. Kuna sehemu sitakiwi kusema Tanzania, inabidi niseme Afrika. Kuna sehemu sitakiwi kusema hivi, kuna sehemu, unajua vitu kama hivyo, najua sana. Kuna content ingefaa na, na, nalenga Tanzania kuna kona ningefanya, nalenga hata awe mkenya awe nini, ajifeel kama nimejilimit tu kwa Tanzania. Ushaelewa? Na maoni mimi, of course, nina na vitu vingi ambavyo na uwezo kushauri serikali kwenye masuala ya content creators yeah, yeah. na vikapiga hatua na vikabadilika, mimi mwenyewe binafsi vifanya yeah. Sasa so, kuna mtu anaweza kuwa na kipaji lakini mm. hana hiyo creative kwa hiyo tunavyokuwa tunakutana kwenye vikao tutapewa attention na uwezo kwani tunaanza sema, tunabadilishana mawazo, mtu anajua, kumbe ah, hii inaweza kukua, sitaki kufanya hivi, sitaki kuwa kubezi hivi sana, sitaki kufanya vitu <tuhi> kama hivyo, ushaelewa eh? Kwa hiyo mwisho wa siku, cha kuhitimisha, ndugu mwandishi, ni serikali itupe sikio, au tutengeneze namna ya kuwa tunakutana tunawashauri na wao wao wanajua sana na wana budget na nini, lakini kuna vitu ambavyo sisi tunavijua zaidi, kwa sababu sisi tupo kwenye tasnia hii hata. yeah. wao wanajua mambo mengi kuhusu siasa ambayo sisi hatuyajui. Wao wanajua kuhusu siasa kwa sababu wako um, base sana kwenye siasa kule. Kwa hiyo mwisho wa siku tusikilizane kwa yeah. sababu jana wakati tupo katika ile mechi ya Bongo Flava na watu wa Kibaha Hmm, nikaona kuna mda upo kwenye kosta pale Ndaro, wakawa watoto wengi wamekuja pale Ndaro na nini, ukahafa nao ukanunulia matunda na nini, wengine ukaapa ulichobarikiwa. Nikasema tofauti yake na Spidi hapa ni kwamba Spidi hii yuko live na tunaona, ila Ndaro hapa wanaona waliokuwepo hapa, kuna watu hawaoni kwa hiyo mifumo huwa ni ile ile, kuna vitu vinahitajika ulichosema hapo. Natumai serikali yetu sikivu, inshallah kila kitu kiende sawa. Tunamalizaje Ndaro? Uh, cha kumaliza tu kwamba ni watu waendelee kusupport kazi zetu, waendelee kutufuatilia mm. na series yangu na ndugu yangu bwana Steve mm. inaomenikuta hapa, tunafanya mambo ya kuexport kwa kutengetengeneza yes. watu wapate vionjo eh yes. kwa hiyo waendelee, uh, kutusupport, tuna series zetu mm. ndio Memkwa School mm. naendelea kuruka YouTube E, watu wanaendelea kusupport kazi kazi mbalimbali nyingi zinakuja, mm. sio? Tunatamani tufanye vitu ambavyo vitakuwa vikubwa, hata tuwashike mikono na MMM mm. mm, watu wengine unaona, kwenye Memkwa School sasa hivi tuna team karibia ya watu mia, watu kibao sana, ambao tunawashika mkono tunafanya nao mle content sio, unaelewa? mm. kwa hiyo uh, kama Watanzania, wa, waache kubeza vitu Hmm. Wacha kubeza vitu, wewe mwenyewe ulipo nyumbani hapa, una uwezo kufanya kitu hmm. na kafikaako ka kwenye engo tofauti hmm. za za hmm. zako hmm. hmm. hmm. ni za habari, unatamani kupiga hatua kwenye kitu fulani jifunze jitahidi kuwa inspired kwa mtu anachokifanya leo, kutangulia, usiwe hater, ukaanza kujaji vitu, ah toka hapa kwa unani gani, kipindi unasema eh kwa, kwa hela gani? Kweli mimi napata hela sio uongo, ni kweli ni content hizi hizi, kwa hiyo wewe inabidi uwe inspired, wewe unachofanya kufanya sasa. Neno la mwisho kwa Tanzania, pambana hapo ulipo, hakikisha wewe mwenyewe unaweza jiamini kwamba kitu ambacho unakifanya inaweza, hata sisi tulianza kama hivyo, hata kama sina hela nyingi kivyo, lakini na visendende ambavyo unavyokota okota yeah. Maisha kuna inspiration, wanakujua Ndaro na wanapona anafikia wanakujua sana, kwa sababu kipindi kile cheka tu nania sio sana dogo bana. Mimi naitwa Mr. Mamende, hii ni 96 Link, tuko kwa Ndaro hapa, tunakujua kuzungumza naye mengi, tumefahamu kuhusiana na gari aina ya Audi, tumeonyesha marisiti, tuna ushahidi wa kutosha. Till next time, ndio sasa.